Na niombe sana wataalam, tukubaliane kwa pamoja, kama hatujafanya maandalizi ya kuchukua maeneo bila fidia, hatuna sababu ya kufanya hivyo kwa sababu tunaumiza mioyo ya wananchi tunaoongoza. Upande wa sekta ya uwezeshaji wananchi vicumi, nimeona mama yangu hapa, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, kwenye swala la utoaji wa mikopo asilimia kumi ya vijana wanawake na watu wenye ulemavu. Hapa napo yako malalamiko makubwa. Mama, umefanya kazi nzuri sana nikiangalia, kwa miaka mitano ya umea wa Sima bajeti iliyokuwa imetengwa mpaka kuja kufika sasa imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Tunatamani miaka hii mitano tena bajeti iongezeke kutokana na vyanzo vyetu, lakini zaidi ya yote ikaweze kuleta manufaa pasipo manunguniko kwa wananchi wetu. Tunatamani jimbo la Nyamagana wananchi watumike kwa haki, yasiwepo manung'uniko. Ipo letu la Nyamagana limezungukwa na maji, lakini ulitizama ziwa Victoria kwa namna ambavyo tunaitumia si sawa sawa na mahitaji ya wananchi. Nendeni mkatimize wajibu wenu, kwenye chama cha Mapinduzi ilikuja na ilani, mlisimama wenyewe mkainadi, kuna hali nyingi tumetoa kwa wananchi. Naomba niwaase tu kwamba wananchi wanahitaji matokeo kwa kipindi cha miaka mitano na tunataka tuende kutekeleza yote kama tulizozungumza kwenye ilani. Lakini hakuwasa kwa na waasa, waheshimiwa madiwani, hakikisheni mnazijua sheria kama ambavyo umeambiwa na wataalamu wetu. Mmekula viapo vingi vya uaminifu hapa, mmekula kiapo cha maadili hapa, baadhi wa wa wa wa wa ya wanani, waheshimiwa madiwani, tunawaasa sana, kazingatie maadili yenu, msiwe waheshimiwa madiwani wanarushwa, msiwe wabadhirifu wa mali za umma, msiwe ni watu ambao jamii tatu kuwasikia kwa sababu ya kukosa uaminifu na uadilifu. Na ndugu tena, endelee mkaishi ya pokea. Mwisho kabisa, kuliko yote yote ambayo mlijipangia kuyatekeleza, lazima muwe na maamuzi sahihi. Maana hapa sisi tunaloendesha halmashauri, mtakuja kupata mafunzo, ni vikao tena vikao vyenyewe. Tunaenda kazi kubwa tutakapoenda kufanya, tuongeze idadi kubwa ya mapato ili tusudi tutekeleze kile, na tukaongeze fedha nyingi katika mfuko wa barabara tuweze kumaliza kazi ya kwetu kama chama cha kwetu. Lakini sasa mama hilo ni kweli. Katika maeneo yetu ya jiji la Mwanza, maeneo mengi yalikuwa na giza nyingi. Barabara ambazo zilikuwa zikitengenezwa na barabara hizo nazo za muda mrefu, nyingi zilikuwa zinatumia barabara, zilikuwa zinatumia taa za umeme. Na sasa hivi yametokea mabadiliko makubwa sana tunayoiona sasa. Lakini kwa kuliona hiyo kwa kazi ya kwanza ambayo serikali tulifanya mimi nikiwa mmoja akilala ndio sasa nikapata huo. Ni utengenezaji wa barabara goma barabara hii pia inafika katika kata yako. Barabara hii tumeweka taa katika maeneo yote katika mkataba tuliokuwa tumesaini pamoja. Kwa hiyo moja ya eneo ambayo itakuwa mfano ni barabara inayopita katika kata yako ambayo yote ina taa. Ni shaiji mkubwa. Kazi kubwa tunapaswa kwenda kuifanya ni kwenda kuboresha maeneo ambayo hatujaweza kukamilisha.